Kisaikolojia, kila adui anapata nguvu kutoka kwenye kitu kimoja muhimu: umakini wako. Anapokukasirisha na unajibu, tayari amekushinda, kwa sababu akili yako inakuwa imeelekezwa kwake. Adui anapumua kupitia hisia zako. Kadri unavyoonyesha kuchukizwa, ndivyo anavyozidi kuhisi ana nguvu juu yako. Unapomjibu unamfanya ajihisi ana thamani anaona wewe unamchukulia kwa uzito, na hapo ndipo anatengeneza igo ya nguvu. Kumbuka, hasira yako ni chakula chake, woga wako ni pumzi yake, na maneno yako ni silaha anayokutumia kukushinda. Kwa hiyo kabla ya kushinda vita yoyote, tambua chanzo cha nguvu zake na uamue kuikata kwa kutoonyesha hisia zozote. Namba mbili: ukimya unaua kisaikolojia. Ukimya ni silaha ya kisaikolojia yenye nguvu kuliko matusi au malalamiko. Unapokataa kujibu, unamnyima adui kile anachotaka zaidi, umakini na uthibitisho. Watu wanaopigana wanatafuta kitu kimoja, mwitikio. Lakini unaponyamaza, unamwacha apambane na akili yake mwenyewe. Anaanza kujiuliza, kwa nini hajanijibu? Je, nimemkosea au labda hana muda nami tena? Maswali haya yanaanza kumtafuna pole pole. Ukimya wako unakuwa kama sumu, taratibu unaua ndani bila damu kumwagika. Kisaikolojia, unapochagua kutojibu unaonyesha ukomavu. unathibitisha kwamba una nguvu zaidi ya hisia zako na hilo linamvunja adui wako. Namba tatu, epuka vita vya maneno. Maneno ni moto, na ukianza kuyatumia vibaya yanachoma wote wawili. Kisaikolojia, unapojibizana unaingia kwenye mchezo wa adui. Anaanza kukuchezea kihisia, anataka ujibizane zaidi ili aweze kukuonyesha kama hana hofu. Watu wenye akili kubwa hawapotezi nguvu zao kwenye maneno. Wanaelewa kuwa vita vya maneno ni kwa watu wanaotafuta uthibitisho wa udhaifu wao. Mfano, Nelson Mandela alifungwa miaka ishirini na saba. Lakini hakutumia muda wake kulalamika kwa maneno, alitumia kimya na nidhamu kujenga heshima yake, hadi adui zake walimpa heshima ya kuwa rais. Huo ndio ushindi wa kimya. Hakuna haja ya kupigana kwa maneno unapojua akili yako imetulia zaidi ya kelele za wengine. Namba nne: ondoa umuhimu wa udui kwenye fikra zako. Kisaikolojia, mtu anakuwa na nguvu tu endapo unamfikiria Ukianza kusema huyu mtu ameniharibia, tayari umempa nafasi ndani ya akili yako. Adui hapaswi kuishi kwenye fikra zako. Mpe kifo cha utulivu, kutojali. Wakati unampuuza, unamnyima chanzo cha nguvu yake. Anaanza kuhisi hana maana tena kwako na nguvu zake zinaiyuka. Fanya mafanikio yako, furaha yako na utulivu wako viwe majibu yako. Usijitete, usilalamike. Endelea kuishi vizuri tu. Watu wanaojua kupuuza wana nguvu ya ajabu kwa sababu unapompuuza mtu, unamnyima nafasi ya kujenga heshima juu ya hasira yako. Namba tano, tumia mafanikio yako kama silaha. Hakuna kisasi kikubwa kama mafanikio tulivu. Adui wako anatarajia ushindwe, akusikie ukilalamika, au akuone ukijitetea. Lakini unapofanikiwa kimya kimya, unamfanya achomeke kwa wivu. Anaanza kujilaumu, kwa nini hakukudharau zaidi na hapo ndipo nguvu zake zinakufa. Kisaikolojia, mafanikio ni silaha ya kisaikolojia inayopiga bila kelele. Hauna haja ya kusema chochote; maisha yako yanakuwa ushahidi wa nguvu zako. Unapochagua mafanikio badala ya kulipiza kisasi, unaonyesha kuwa umeinuka juu ya adui wako kifikra. Kwa sababu adui anataka kukushusha kwenye kiwango chake, lakini wewe unapanda juu zaidi. Hapo ndipo unamshinda bila kumgusa. Namba saba, usionyeshe chuki au hasira. Adui wako anatamani kukuona ukichukia, kwa sababu hasira inaonyesha udhaifu, inaonyesha bado unamjali. Lakini unapocheka, kutulia na kuendelea kama hakuna kilichotokea, unamnyima hisia ya ushindi. Anaanza kuhisi hana nguvu juu yako. Kisaikolojia, utulivu wako ni sumu kwa adui wako. Anapojaribu kukasirisha, lakini hauitikii, anaanza kujidharau. Kumbuka, hasira ni silaha anayoitumia dhidi yako. Ukimpa nafasi, ameshinda. Ukimnyima majibu, ameshindwa. Namba saba, falsafa ya Do Not Engage. Robert Greene katika The 48 Laws of Power anasema, to crush your enemy totally does not always mean killing him. Sometimes it means making him irrelevant. Hiyo ndiyo maana ya kushinda bila kugusa. Unaua nguvu yake, si mwili wake. Unaua chanzo cha nguvu zake ambacho ni uwepo wako kwenye mapambano yake. Watu wengi wanafikiri ushindi ni kupambana. Lakini kisaikolojia, ushindi ni kutawala nafsi yako. Mtu asiyeweza kuchochewa ni mtu mwenye nguvu zaidi. Usiwe sehemu ya vita yake ya ndani. Wacha apigane na roho yake mwenyewe, wewe endelea na amani yako. Ushindi wa kisaikolojia, ushindi wa kweli hauhitaji mapambano. Unahitaji udhibiti undani. Wale wanaoweza kutawala hisia zao ndio wanaotawala ulimwengu. Unapojua lini kutosema, kutopigana na kutopoteza amani yako, basi umeshinda. Kwa hiyo, ukitaka kumshinda adui, usimjibu usionyeshe hasira, usimwache kuishi kwenye fikra zako. Endelea kufanikiwa na kutulia. Ukimya wako ni silaha, mafanikio yako ni risasi, utulivu wako ni ushindi wako. Kama umejifunza kitu kipya leo kuhusu nguvu ya kisaikolojia ya ushindi, usisahau kusubscribe kwenye channel hii, Life Psychology TZ, kwa video zaidi zinazokufundisha jinsi ya kutumia akili kushinda maisha bila vita. Tukutane tena kwenye video nyingine. Bye.